Eh, bwana, mambo vipi? Mambo ni aje, mwanafamilia Together Online? Ni wakati mwingine tena tumekutana tuzungumze kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea huko kwenye mitandao ya kijamii. Eh, bwana tuko hapa na, aa, maoni ya watu kiukweli bado amezidi kuwa mengi sana kwenye ushauri ambao Mange Kimambi bwana akampa Tanasha Donna Oketch kwamba akatoe hizo lip fillers ambazo kaziweka mdomoni kwa sababu kiukweli amejiharibu sana. Mange Kimambi anasema hiyo uh, ni kama ameweka lipo fillers lakini, kama hajaweka lipo fillers, amefanya uh, lips surgery, yani ameweka mafuta kwenye lips zake, kidogo itakuwa ni ngumu sana kurudi kama awali. Lakini Mange Kimambi akamshauri kwamba kama ameweka lipo fillers, basi akazitoe kwa sababu amejiharibu sana. Kama uja, uh, uh, ujumbe by the way ni mrefu e, kwa hivyo hapa tu mimi nataka nikusomee maoni ya watu wanasema nini, kwa sababu tayari nimeshakusomea, so itakuwa ni kama tunarudia mambo yakasapa kwamba huu jinga uh, si wa kuunga mkono. Unamkosoa Mwenyezi Mungu aliye kuumba mkamilifu. Nao dais ukosoaji wa Mwenyezi Mungu umekuwa ni mkubwa, kisa kuipenda sana dunia. Mtu anaenda kutafuta kwamba uh, mtu anaenda uh, kutafuta mabala huko, kutafuta mabalaa sasa maandika mabala e, kutafuta mabalaa huko alafu aonewe huruma Anasema ni kua bultu mpaka warudi wapige magoti kwa Mwenyezi Mungu na kuomba msamaha. Nonsense. Hata dunia ipinduke, sitakuja kufanya masajari e, kirema changu ndo bahati yangu. Nashukuru Mungu hakunipa shepu nzuri, ila naipenda hatari. Siwezi kufanya vitu kwa kumfurahisha mwanadamu ikiwa machoni pa Mungu a, nichukizo kun e, kunichamba ruksa jamani. Yakasapia, kwamba ila huyu waga ni mzuri sana, sana tu bila hata hizi vitu aa, vingine. Anasema kwamba ni mrembo mno, irada huo mdomo alivyoweka, naona kama ye mwenyewe hayuko comfortable kabisa. Yakasapia kwamba huyu alikuwa mzuri sana, kajaribu bure maskini, kwa sababu kwamba ni kweli katika wanawake wote waliotoka nao, aliotoka nao Diamond hakuna ne aliyekuwa anampata Tanasha kwa uzuri asilia basi tu wanawake uh, wanapenda sana kuhangaika na mavitu ya urembo, mara wanataka weupe wa wa dukani, mara makalio ya uongo, nywele za uongo, kope za uongo, mengine mengi ya uongo. Das anasema kwamba hiyo kiukweli ni uzuni. Tanasha anakaa, atakaa sawa tu, eh, akiamua kurudi kama mwanzo. Yakasa pia kwamba mimi mwenyewe anasemaga huyu dada bwana, ni mzuri, amebarikiwa sura nzuri, midomo na macho na pua Yaani kama uh, kana sura nzuri kuliko wanawake wake Diamond Platnumz wote aliyowahi kutoka kutoka nao kimapenzi. Ah uh, hawamfikii kwa sura huyo binti. Sijui alifikiria nini kujaribu namna hii. Au uh, yakataka sapia kwamba uh, kabisa mzigo ukiwa kama Baba Levo, ruksa kuitoa. By the way, Mange Kimambi anasema eh uh, usiguse sura yako kama hauna kasoro yoyote. Unless uh, uwe na pua kubwa kama Baba Levo, uishi kuirekebisha. Wewe kasa kwamba hivi uh, kwa nini wanaume nikiwatumia <laughs> yakasa pia kwamba uh, watu hela zinawa, uh, zinawawasha jamani. Yaani alivyokuwa mzuri, sijui kaenda kujifanyia nini tena dada. Uh, dada tuna, tunatapeliwa kila siku, mara LBL, sasa hivi FIC, eh, tuambie kitu basi huko kwenye ap tutakuja twist tujue matapeli ni wapi. Uh, kwamba tutakuja twist tujue matapeli ni wapi, wa kweli ni wapi, kwa sababu kwamba mdada mzuri mahangaiko anazidi, kwamba mdada mzuri mahangaiko anazidi. Jamani, sura kama hiyo hata, uh, mimi nisinge kwamba, hata makeup nisinge kataa nipake, eh, ana mara gani wanawake kila siku uh, uh, mnaji mnajikosoa wenyewe hata hamjui mnataka nini kwenye miili yenu. Eh, huyu akaja akasema kwani, Mange Kimambi, wee maziwa yako umeyafanyaje? Mange Kimambi akaja akasema ingia kwenye app yangu, section za Mange Kimambi, ni maandika kila kitu Baba Levo alikuwa ametulia zake tu, mara boom, huyo hapa kwenye mfumo kajaa, huyo akasapia kwamba akajiharibu sana Tanasha Donokeche, na uzuri wake wa mwanzo alikuwa bomba sana. Oh, huyo hapa akaja akasema kwamba, uh, mimi nina pua kama ya Baba Levo na sina mpango hata wa kuibadilisha. Baba Levo alikuwa amekaa zake tu, ameandaa zake mkeka wa leo, mara boom, pua yake imetajwa kwa Mange Kimambi. sijawahi kulia hivi toka uh, nakujua na kujua Mange Kimambi, leo umeongea ukweli mno Dada t please, msikilize. Dada anasema kwamba nenda katoe, uh, hizo uh, fillers, yakasapia kwamba uh, mdomo umekuwa kama <laughs> yakasapia kwamba when dada mkubwa anaongea sio uh, kwamba uh, when dada mkubwa anaongea sio tunashin, uh, sio tunashindwa kumshauri, ila ukweli ni kwamba bado hatuna uelewa na hayo mambo in details. Uh, tunachokiona ni, uh, ni kwamba ni ni ni ni ku, tunachokiona ni kwamba ku, ni anatuchekesha tu basi, kaaa kwamba umeamua kuwa mkweli. Ni kweli hatuna uelewa nayo na mambo kwa sababu kwamba uh, hiyo midomo sijui huwa uh, wanaipendea nini, maana haivutii hata mbele za watu. Mdomo umekaa uh, vibaya kweli kweli kwa sababu kwamba sasa uh, baba levo wa watu aukute uh, uh, ame uh, zama zake uh, kufuturu huku pua yake inasemwa. uh, ushauri mzuri sana dada wa taifa, na akiufanyia uh, kazi itakuwa ni bomba zaidi. so hapo, watu wengi naona wamemkubali uh, Mange Kimambi kwa kila ambacho amekisema kwa Tanasha Donokechi kwamba bwana akarekebishe uh, mdomo wake, kwa sababu kiukweli uh, ni huzuni eh, Mange Kimambi anakwambia uh, inahuzunisha, ina, ina kuona Uh, mwanamke ambaye alikuwa tu uh, safi ana shida yoyote usoni anaenda kujaribu kwa kujitakia mwenyewe. Uh, huyu akaja akasema Tanasha Donna Oketch kajipatia ukilema kwa kutaka mwenyewe, unaona bwana uh, huyu hapa akaja akasema kwamba kajiharibu mwenyewe kwa sababu kwamba fakti kabisa. Uh, huyu akaja akasema pia kwamba uh, anatakiwa uh, kupata uh, something about, about it for real. anasema kwamba uh, hizo lips zake hapana isee zimeuchukua uh, kabisa uzuri wake no, naona bwana kwamba lips ambazo kaziweka zimeuharibu uzuri wake. Yaani sikujua hata kama ni Tanasha Donokechi mpaka niliposoma caption.